Mwakilishi wa jimbo la Chambani Mheshimiwa Bahati Hamis Kombo amekabidhi vifaa vya ofisi za chama katika jimbo hilo pamoja na mkoa kwa ajili ya kuimarisha utendaji wa kazi wenye thamani ya shilingi milioni 15. Mbali ya kukabidhi vifaa hivyo, pia amekabidhi fedha ya taslimu kwa ajili ya kusaidia ujenzi wa ofisi ya UWT mkoa Kusini Pemba pamoja na ofisi ya UVCCM Zanzibar. Akizungumza mara baada ya kukabidhi vifaa hivyo Mwenyekiti wa CCM kwa Kusini Pemba Yusuf Ali Juma amesema chama kimeridhishwa na utolewaji wa vifaa vya kisasa vitakavyorahisisha utendaji wa kazi hasa katika kipindi hichi cha kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa niaba ya chama cha Mapinduzi mkoa wa Kusini, Mheshimiwa mwakilishi, tunakushukuru sana kwa kutekeleza kwanza ahadi yako kwa ajili ya vikalio ndani ya matawi yaliyopo jimbo la Chambani. Lakini jambo hili uliolifanya mbali ya kuwa ni ahadi, lakini ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya yetu ya chama chetu cha mapinduzi. Ndani ya ilani ya chama cha mapinduzi sehemu ya pili, kuna uboresho wa matawi ya chama cha mapinduzi ili yalingane na chama chenyewe kilivyo kama mtalal kuliona tawi letu pili tawi la kisasa kabisa. Sasa hu tungekaa kama mausaki ingekuwa sehemu yake, lakini tukupongeze kwa vikalio hivi mlivyotuletea. Lakini laki, pia kama ulivyosema, sasa hivi ni sayansi na teknolojia, neno kompyuta ndio vitu vinavyohifadhi vitu ambavyo havipotei. Kwa hivyo, pia tukupongeze kwa kuwapatia watu kompyuta ambayo watafanyia kazi zao za kuhifadhi kumbukumbu za Chama chetu cha Mapinduzi. Lakini Chama cha Mapinduzi, tuseme, misaada ya karatasi ulizozitoa, umezitoa kwa wakati unaostahili <coughs> Sasa hivi tunaendelea katika masuala mazima ya uchaguzi ndani ya chama chetu, kuna uchaguzi ndani ya chama, lakini baadaye tutakwenda kwenye serikali. Uchaguzi huu ndani ya chama unahitaji makaratasi tutachapisha kura za wapiga kura, tutachapisha mambo yetu mengine, kumbukumbu za mihtasari na mambo mengine. Kwa hivyo, pia tuendelee kuupongeza kwa kuona kwamba sasa ni wakati mwafaka wa kutoa vifaa hivi kwa ajili ya kukisaidia chama na jumuiya zake. Sisi chama cha mapinduzi mkoa tunaendelea kupongeza kwa jambo hili, lakini pia kama nilivyosema, tawi letu ni la kisasa, tawi la kisasa kukosa viyoyozi <coughs> au mafeni ya kusaidia wananchi ni tatizo. Kuna wakati wengine <coughs> jua linakuwa kali, na jua linapokuwa kali joto linakuwa kali, linakuwa kali. Kwa hivyo kwa kuwathamini wana CCM wa maeneo hapa ulipokuja toa vifaa hivi, mimi kwa niaba yao naendelea kukupongeza kwa kuthamini juhudi na michango unaendelea kuitoa mimi ni watake wenzangu hawa kwamba watu wa kale walisema chanda chema na akufaaye kwa dhiki. Kwa upande wake, mwakilishi wa jimbo la Chambani Mheshimiwa Bahati Khamis Kombo amesema kwa sasa tayari amekamilisha ahadi alizoziweka kwa wananchi wa jimbo hilo wakati alipoomba ridhaa ya kuwa kiongozi wa wajimbo kwa kweba, nimemaliza deni langu ambalo nilikuwa na daiwa na wanashaa, anisema hivi twaweweleo ni shikula wangu ambao nimemaliza deni hivi ambalo nilikuwa nimeweka hali lakini, pili, mheshimiwa mgeni rasmi, mulinikabidhi ilani au banikukabidhi utekelezaji wangu wa ilani uende jimbo wilaya na mkoa, na nikuhakikishie kwamba viko vitabu vingine ambavyo vitakuja katika matawi yetu yote ya jimbo la, matumizi ya Chama cha Mapinduzi ndani ya jimbo la Chambani, lakini vile vile ikiwezekana, kama kuna haja kwenye wali kuna chochote vile kinachotaka tuta kufanyika, tutakuwa tunaviazima na tunavirejesha. Naahidi kuvitunza na tunaahidi kushirikiana na wenzangu kuvitumia kwa vile inapopaswa. Akitoa taarifa utekelezaji wa ilani kwenye jimbo hilo diwani wa wilaya ya Mkoani, Juma Makame Juma, amesema jumla ya ofisi nane za chama katika matawi tofauti zimejengwa na kiongozi huyo wa jimbo, jimbo, wa tamangu, jimbo. Katika kiwango cha standadi ya kimataifa, matawi yenye hadhi na sifa zote za ubora wa ujenzi wa kisasa. Katika jimbo letu tumebakiwa na tawi moja tu, ndio maukuo mano halijajengewa halijajengewa jengo la ofisi, na hadi sasa zipo harakati za mwisho na kuweza kupata kiwanja kwa ajili ya ujenzi wa tawi hilo.